Kiongozi wa chama mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe amechukua fomu ndani ya chama chake akionyesha nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Kigoma mjini katika uchaguzi mkuu ujao. Kabwe alichukua fomu katika ofisi za ACT Wazalendo jimbo la Kigoma mjini akisindikizwa na idadi kubwa ya viongozi wa chama hicho na wanachama katika matembezi yaliyoanzia katika ofisi za ACT mkoa wa Kigoma zilizopo Ujiji mkoani Kigoma. Baada ya kuwasili katika ofisi za ACT jimbo la Kigoma mjini, Zitto Kabwe alipokelewa na katibu wa jimbo hilo, Idi Adamu, ambaye alimpa fomu sambamba na kumpa maelezo na maelekezo ya namna ya kufuata ili kukamilisha taratibu za kuchukua fomu ili kuweza kugombea ubunge kupitia chama hicho baada zoezi hilo Zito alipata nafasi ya kuzungumza na halaiki ya viongozi na wanachama wa ACT Wazalendo waliojitokeza wakati wa mchakato huo wa kuchukua fomu, na hapa anaeleza. Kwanza na mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na kutuamsha salama leo, kuweza kufikia siku hii muhimu sana kwa ajili ya mchakato wa ndani ya chama chetu kupata ridhaa ya kuomba kuwakilisha chama, kupeperusha bendera ya chama katika uchaguzi. Lakini pili, nawashukuru sana sana sana wanawake wa ACT Wazalendo kwa kuipamba siku hii. Tunataka kuianza upya safari ile. Miaka mitano iliyopita imekuwa ni miaka mitano ya kudidimia kwa maendeleo ya jimbo letu na mkoa wetu mzima. Tunataka kurejesha heshima ya mji wetu na heshima ya mkoa wetu wa Kigoma ningeweza kusema kwamba imetosha, kwa sababu nilishaongoza jimbo la Kigoma Kaskazini kwa dada yangu Kiza miaka kumi nimeshawaongoza miaka mitano, ningeweza kusema inatosha, lakini namna ambavyo mji wetu unadidimia, namna ambavyo madiwani waliopora uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini wanavyogombana kugombania rushwa badala ya maendeleo ya mji wetu, nikasema hapana, ni lazima turudi tuchukue jimbo hili na tuichukue tena manispaa yetu, turudishe neema ya mji wetu wa Kigoma Ujiji. Hiyo ndiyo sababu kubwa sana ambayo imenisukuma niweze kuchukua fomu na kuomba ridhaa ya chama kiniteue niweze kugombea lakini vile vile tunafahamu kwamba tunaingia kwenye uchaguzi kwenye mazingira ya mashaka makubwa. Huko nyuma tumezoea, ilikuwa ni kawaida unakwenda kwenye kituo cha kupigia kura, unapiga kura yako, una hakika wakala wako ataihesabu, una hakika matokeo yatatangazwa lakini hivi sasa tangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa mashaka ni makubwa sana. Tunajua changamoto zilizopo tunakwenda kukabiliana nazo, na nyinyi wanawake wa mji huu wanaume wa mji huu ni mna historia ya mapambano. Hatujawahi kuushinda huu mji kirahisi. Kuna watu walifungwa kuna watu walikuwa walemavu, kuna watu waliuawa. Tukikimbia uwanja wa mapambano, tunawasaliti wale watu waliofungwa, tunawasaliti wale watu waliouawa, tunawasaliti wazee wa mji wetu wakina mzee Kasisiko, wakina mzee Menge na wengine ambao walipambania mageuzi ya mji mpaka hapa tulipo. Tunafurahia vyama kwa sababu ya kazi ambayo wazee wetu walifanya. Tuko tayari kuilinda kazi hiyo, na tutakwenda kuilinda ndani ya kituo cha kupigia kura. Tunaelewana?